Mitandao yetu ya kijamii ya Radio Maria Tanzania kukualika tena kwa siku nyingine ikiwa ni dominika hii. Ndio hali halisi inayoendelea katika uwanja wa mtakatifu wa Petro pale mjini Vatican, ambapo watu mbalimbali mbali wamejitokeza kwa ajili ya kushiriki adhimisho la sadaka ya misa takatifu ikiwa ni uzinduzi wa huduma za kipapa kwa baba mtakatifu Leo wa kumi na nne na misa hii takatifu inatarajiwa kuwa anza majira ya saa tano kamili kwa saa za Tanzania na katika misa hiyo pia kutakuwepo na madhehebu mbalimbali, na madhehebu hayo utakayoyashuhudia siku hii ya leo ni papa kuvikwa ile pete ya mvuvi, lakini pia atavishwa pale umu maalum kabisa kuonyesha sasa amekuwa e, e, askofu wa Roma kwa ajili ya kuendelea kuwatumikia watu wa Mungu na kanisa e Katoliki ulimwenguni. Ni kwa liki endelee kuwa pamoja nasi kufuatilia matangazo haya kupitia mitandao yetu ya kijamii ya Radio Maria Tanzania, lakini pia kupitia frekwensi zetu za redio Maria Tanzania.